Mpenzi mtazamaji wa Hareti Studio Crest TV, nimepiga safari ya mbali kutokea katika eneo langu la kazi. Nimefika katika kijiji cha Kakerere kama ambavyo unaona, ninaelekea kufanya mazungumzo na viongozi kubwa zaidi ni kujifunza historia kijiji cha Kakerere, wapi kilipotokea, kama ambavyo unaweza kutazama hapa katika runinga yako ya Halaiti Studio Crest TV. Hivyo ni kualike, uweze kujumuika pamoja nasi katika mazungumzo haya ambayo yanakujia kabisa mbashara kutoka katika kijiji cha Kakerere. Utajifunza historia mbalimbali ya Kakerere na mambo mengine ambayo utaweza kuyaona kupitia runinga yako ya Halaiti Studio Crest TV, usisahau ya kusubscribe like, mahali popote pale ulipo ili uweze kujua kile kinachoendelea katika eh, runinga hii ya leti, Studio Crest TV. Karibu sana ujiunge nasi katika mazungumzo haya moja kwa moja yanayokujia kutoka Kakerere. E, mimi kwa majina ninaitwa George Kemigani, mwenyekiti wa kijiji cha Kakerere, kata ya Nkwenda, wilaya ya Kierwa, e, hapa tulipo kwenye kijiji chetu tumepokea mwandishi wa habari akitaka ushirikiano kwamba labda anahitaji kupata historia ya kijiji chetu hiki cha Kakerere. Pia nipende kumkaribisha na kushukuru kwa ujio wake kwenye kijiji chetu cha Kakerere. Hatimaye tuta mpa ushirikiano ili tuweze kuongea naye mwandishi huyu wa habari e. Baada ya kumpokea mwandishi wa habari amekuta tukiwa kwenye shughuli za ujenzi wa ofisi. Kama mnavyojua sisi tumechaguliwa mwezi wa kumi na moja nikiwa mwenyekiti wa kijiji kipya, kijiji mpya lakini nimeona nimewiwa kwanza nianze shughuli za maendeleo moja kwa moja, nikiungana na wananchi wa, wa, wa, wa kijiji cha Kakerere, na nawashukuru kwa kuniunga mkono. Tumeweza kuamsha jengo la ofisi mara moja. Sasa hivi mnaona ofisi yetu ilikofikia, fundi yupo anafanya taratibu ya maandalizi ya kuwezeka, na tujaishia hapo. Imeonekana kwamba ofisi hii hakuna mahali pa kujihifadhi vilevile, tunaenda moja kwa moja, tumeshatengeneza bampa la choo, tunatarajia kuamsha jengo. Kwa hiyo mimi niwashukuru ni, ni, ni wananchi wa Kakerere jinsi wa mwitikio mnaoonyesha na mapenzi mema mnayoonyesha kwenye serikali yenu ya kijiji. Sasa hivi kwa kweli nishukuru wadau ambao wote wamechangia wa hela, wameshachangia zaidi ya milioni tatu na wananchi kuchangia michango yao midogo midogo waliojipangia shilingi elfu mbili mia tano kwa elfu tatu basi ni wasi wananchi wa kijiji cha kakerere wale ambao wajachangia wachangie kwa sababu wameshakuja e hapa kutembelea jengo lao wameshaangalia jengo lilikofikia na vilevile kwenye serikali yetu bado tume tumefumua barabara za barabara za kimikakati za vitongoji tunazo barabara zaidi ya kumi na mbili kwenye vitongoji vinane. Barabara hizo zinapitika kwa kweli. Nipende kumshukuru Mungu kwamba tunaendelea kushirikiana vizuri na wananchi pia. Baada ya hapo, tumeweza kupewa hela ili kuendeleza zanati yetu ambayo ilisimama muda mfupi wa miezi kama minane, lakini serikali kutoka kwenye, kwenye mfuko wa mbunge tumepewa milioni tano hizo ndio leo hii tumeanza kutuma kwenye mfumo ili waweze kutuma maombi tuweze kuendelea na jengo letu hilo. Baada ya kuyazungumza hayo, lakini nimeweza kumwalika mwananchi wa kijiji cha Kakerere ambaye anaweza akatupa dodoso historia ya kijiji chetu hiki cha Kakerere tangu kinaanza na kuweza kutupa dodoso kwamba hii kijiji cha Kakerere na jina la Kakerere labda lilitokana na nini. Kwa hiyo nipende kumkaribisha huyu mwananchi wa Kakerere aweze kutusaidia historia kidogo ya kijiji cha Kakerere Ka. Uh, mimi kwa jina naitwa Elias Sanga ni mkazi wa Kakerere, lakini mimi ni muhamiaji, nimeweza kuhamia huku mwaka elfu moja mia tisa na sabini na nne lakini wakati huo nikikuta bado hiki kijiji kikiwa kimeshaanza, labda kama alivyoelezea mwenyekiti, kwa historia fupi, ni kwamba kijiji cha Kakerere kilianzishwa kwa utaratibu wa vijiji vya ujamaa mwaka 1999 na hiki kijiji kilipoanzishwa kiliweza kuzinduliwa na viongozi wa kitaifa wengi, akiwemo marehemu mzee Rashidi Kawawa, aliwahi kuja hapa eh, mahali ambapo kuna makao makuu ya kijiji hiki. Vile vile, mwenge wa uhuru uliwahi kufika hapa, lakini pamoja na kwamba mimi nilikuta kijiji kimeshaanza, nimeweza kupata historia hii kutoka kwa wazee, kwa sababu waliokuwepo kwa kipindi hicho, japokuwa sasa hivi watakuwa wamepungua. Basi ni kwamba kijiji hiki asili ya jina Kakerere ni tofauti na wanavyoweza kulitafsiri wengine kwa Kiswahili kwamba ni kerere. Kakerere kulikuwepo na matunda fulani, matunda poli ambayo yalikuwa yanaitwa enkerere. Basi yalikuwa yameenea sehemu zote. Na kwa kuwa yalikuwa yameenea katika kijiji hiki, e, maeneo yote ya kijiji hiki, basi kijiji hiki kikaweza kuitwa Kakerere kwa sababu ya kuwa na matunda hayo ya enkerere yakiwa mengi zaidi. Lakini kijiji hiki kimeanzishwa, si kwamba kilikuwa na watu wengi wakati kinaanzishwa. E, wakati wa operation vijiji vya ujamaa, watu walihamishwa kutoka sehemu mbalimbali ili waweze kukaa pamoja kwa ajili ya ujima, ili waweze kusaidiwa serikali iweze kuwahudumia kwa kwa, wa, kwa urahisi kwa wakati mzuri. Basi asili ya watu wengi waliotoka sehemu hii, wengi walitoka maeneo ya Nyakabwera au Champisi lakini kuna watu wengine walitoka maeneo ya Ruabwere wakaja hapa, watu wengine walitoka maeneo ya Kakanja wakaja hapa. Na kumbuka kabisa, katika simulizi za wazee wetu hapa, watu waliokuepo asili ambao wamekuepo kwa muda mrefu wa kipindi cha nyuma ilikuwa ni familia ya mzee ya Grimpsio pamoja na familia ya Kinantakuendera pamoja na familia ya Bashara, ndizo familia tatu zilizokuepo hapo mwanzoni lakini baada ya kuletwa watu kuanzisha kijiji cha ujamaa basi watu waliweza kuongezeka na serikali iliweza kuwekeza eneo lilipo hii shule ya msingi Kakerere lilikuwa ni eneo la shamba la kijiji cha ujamaa, ambapo watu walilima kwa pamoja, na serikali iliweza kuwezesha mitambo mbalimbali ikiwemo matrekta, e, vifaa vya kupandia na walipomaliza kulima mazao yalipovunwa yaliweza kuletwa hapa ambapo kuna gara la mazao, na katika gara hilo waliweza wale wananchi walipewa nani chakula, mazao mengine kwa ajili ya chakula, lakini mengine yalihifadhiwa ili pale inapoonekana kuna shida ya chakula waweze kuja kuyapata hapa. Kwa hiyo watu wote walikuwa wanaishi kwa pamoja kipindi hicho. Katika mazingira haya waliweza kuwezeshwa vitu vingi, ikiwemo majembe ya kukokotwa na ngombe watu walifundishwa jinsi ya kuyatumia, lakini vilevile kulikuwepo na duka la ujamaa ambalo liliweza kuwasaidia mahitaji machache machache hapa. Na katika kipindi hicho, katika kipindi hicho kuna baadhi ya watu waliweza kunufaika. Vijana walio wengi waliweza kupelekwa shule, lakini wengine japo shule zilikuwa mbali, na waliokuwa wamepata elimu wengine walipelekwa kwe, kwenye jeshi la kujenga taifa ili waweze kukisaidia na baada ya kutoka huko walikuja wakaweza kufanya kazi, wakiwemo akina Emmanuel Muhoza, Domsiani Liangombe na wengine wengi Kilizanti Muombe, kina wengine wengi na hao walipokuja walileta chachu katika kijiji hiki. Kwa hiyo mwanzo huo ukawa ni mwanzo wa kuleta maendeleo. Kijiji hiki hakikuwa na zahanati wala hospitali, lakini kilikuwa na sanduku la huduma ya kwanza ambalo liliweza kuendeshwa na Nestori Baguma kama mhudumu wa afya na baada ya hapo mwaka 1975 bado serikali iliendelea kuwatoa watu waliokuwa wamekaa wamekaa tofauti, kwa mfano kuhama kuwahamishia katika vijiji vya ujamaa ili waweze kukaa pamoja, serikali wahudumie. Kuna ujio uliokuja katika kijiji hiki kutoka wilaya ya Biharamulo, na wasubi wa walikuja wakahamishiwa hapa ambao E, kwa, kwa, wao walivyojulikana kama Abanyabuhimba. Kwa hiyo kuna familia zilikuja zikaweza kukaa katika maeneo ya Omkitojo. Kwa hiyo kuanzia mwaka huo bado watu wapo, sasa wakaanza kuongezeka, ikaonekana kwamba watu watu wanaongezeka, kijiji cha ujamaa kikaendelea kuwa na watu wengi. Lakini wakati huo e, wakati tunaendelea na wanafunzi waliokuwa wanasomea hapa hapo mwaka 72 ilianzisha ilianzishwa shule ya msingi Rukuraijo ambayo iliwapokea watoto kutoka Kakerere kutoka mae, na maeneo mengine. Hivyo tukaendelea kupata huduma ya elimu katika eh, eneo hilo. Lakini kwa kipindi hicho kijiji cha Kakerere kiliweza kuwa na uongozi wake uliweza kuongozwa mpaka sehemu moja ya Omuibareliera eh, maeneo ya Rukuraijo. Kwa hiyo eh, miaka hiyo ya mwaka 75 tulikuwa na mwenyekiti wa kijiji aliyekuwa anaitwa Celestini Lunyogote lakini akiishi maeneo ya Mkakyato ambaye alikuwa anaongoza mpaka huku, mpaka Kitochenkura kuna kijiji. Lakini kipindi hicho wakati wale wa ujio, watu wa kutoka Biaramuru wamekuja Kakerere, ba, baadhi ya wengine walipelekwa Kitochenkura, hivyo kijiji cha Kitochenkura kikaweza kuanzishwa mwaka sabini na sita na baada ya hapo ndipo ilipokuja utaratibu mwingine wa e, Chama cha Mapinduzi mwaka sabini na saba. Wakati chama cha Mapinduzi kimeanza basi uongozi ulibadilika, likaitwa ni tawi la chama cha Mapinduzi ambalo lilikuwa ni tawi la Rukuraijo. Kwa hiyo uongozi ukatoka huku na makao makuu yakawekwa Rukuraijo pale maeneo ya barabarani. Na wakati huo e, mwenyekiti wa kwanza, alikuwa anaitwa mzee Suedi, e, mzee Suedi wa Katabarwa. Baada ya hapo uongozi tumekuwa tunashare uongozi pamoja, na amewahi kutoka mwenyekiti hapa akaongoza kijiji hicho cha Rukuraijo Mr. Laurenti Changura. Lakini baada ya, ya kuona kwamba tunaendelea kuwa wengi na huduma zinakuwa ndogo, kwa sababu kijiji kinapokuwa kikubwa na watu ni wengi huduma zinakuwa chache, kwa hiyo tulianza kufanya utaratibu wa kuona ni jinsi gani tunavyoweza kupata kijiji chetu cha Kakerere. Kwa hiyo mwaka elfu moja mia tisa na, e, mwaka elfu moja mia tisa na tisini na saba tukaanza utaratibu. Wakati huo tulikuwa na katibu tawi alikuwa anatoka upande wa huku akiwa katika tawi la Rukuraijo, e, Mr. Andrea Karangwa. Kwa hiyo akafanya utaratibu, tukafanya vikao, tukaweza kulileta tawi hapa mwaka tisini na saba. Na wakati huo mwaka tisini na nane tukaanza kufanya utaratibu ni jinsi gani tunaweza tukapata kijiji chetu na sisi tukajitawala. Kwa hiyo chini ya Mr. Sostenes Karoli ambaye sasa hivi ni mwenyekiti wa kata CCM Nkwenda aliweza kutuunganisha. Na mimi pamoja na mwenyekiti wa sasa wa serikali ya kijiji tulikuwa ni miongoni mwa kamati ya muda ya uandaaji wa kijiji hicho. Kwa hiyo tukaweza kufanya maandalizi na mwaka 1999 na na tukaweza kutengeneza serikali ya kwanza iliyochaguliwa kikanuni chini ya mwenyekiti Beneti Kakiziba. Tangu hapo tumeweza kuwa na mambo mengi, maendeleo yamekuja baada ya kuwa na kijiji chetu. Lakini ukiangalia kwa kipindi kile cha nyuma nilichokitaja, barabara, tulikuwa na barabara moja tu kile kipindi cha mwaka kabla ya sabini na tano kulikuwa na barabara moja iliyokuwa inatoka Rukuraju, inakuja na kutoka. Baadaye mwaka sabini na sita ndipo ilipofunguliwa barabara hii ya kutoka Nkwenda kuungana na ya Rukuraju, baada ya maji kuziba ile barabara ya Rukuraju. Kwa hiyo huduma zote tukawa tunazipata, magari yote yakawa yanapita huku, lakini baada ya hapo barabara iliporudi kule maendeleo yakawa huku ni kama tumesahaulika kidogo japo kuwa pamoja na kusahaulika, serikali imeendelea kutuhudumia kwa kiwango kikubwa sana, lakini ukiangalia maendeleo ya kipindi hicho na maendeleo ya sasa, ya sasa sasa ya yanafurahisha. Kwanza tunaishukuru serikali ambayo inaongozwa na Chama cha Mapinduzi kwa sasa hivi kwa kwa kazi kubwa wanazozifanya. Ukiangalia kwa kipindi hicho hatukuweza kuwa na zahanati, tulikuwa na sanduku la huduma ya kwanza. Sasa hivi tumeweza kupatiwa zahanati ambayo sasa hivi imefika Rinta na serikali imeweka mkono wake mkubwa. Mheshimiwa diwani wetu, eh, eh, Bwana Katunzi anafanya kazi kubwa sana katika kijiji hiki. Hii barabara inayopanda kuja hapa haikuwepo. Na mimi nimejaliwa kufanya shughuli nyingi nyingi za kijamii humu, ikiwemo kuwa mwenyekiti wa chama cha msingi. Lakini kuna wakati tulikuwa tukisomba kahawa tunafanya shanting tunazipeleka kule barabarani ili magari yaweze kuzisomba kuzipeleka viwandani. Sasa hivi gari linakuja mpaka hapa. Lakini tushukuru vile vile Mheshimiwa mbunge wetu Innocent Bilakwate ameshirikiana na wadau wa maendeleo. Kazi inayofanyika hapa Kakerere ni kubwa. Sasa hivi tumeweza kujengewa chumba cha darasa ambacho kimejengwa mpaka kuwekwa na vigae. Kitu ambacho sisi kwetu kilikuwa kinaonekana ni ndoto. Lakini sasa hivi Kakerere ya sasa ni tofauti na Kakerere ya nyuma ilivyokuwa. Sawa, hatuwezi tukadharau historia tulikotoka, lakini tulikotoka pametufikisha tulipo, ambapo sasa yaliyopo sasa hivi yanafurahisha na tunategemea kwa mwendelezo wa mama Samia Suluhu Hassan, mama yetu mpendwa, anayetupenda na anavyoiboresha kahawa, ambayo sasa kahawa ndio inayotuinua. Nadhani Kakerere ya ijayo itakuwa ni bora zaidi kuliko hii tulionayo, lakini kuliko na tulipotoka kule. Kwa sababu serikali tuliyopo sasa hivi mambo yajayo yanafurahisha. Mheshimiwa mtangazaji e, mheshimiwa mwandishi wa habari, mimi nipende kwanza kuwashukuru wadau wote wanaoweza kutufikia huku kuweza kujua maendeleo tuliyonayo. Yapo mambo ambayo sisi tulikuwa tunayasikia kwa mbali, lakini unapoona kwamba chombo cha habari kama hiki kinaweza kikafika hata kijijini na kuweza kujua maendeleo yetu, ni nia mojawapo ya kuweza kutangaza kwamba serikali yetu inatushika mkono, lakini serikali yetu inaweza kutupa maendeleo makubwa. Kwa hiyo nipende kushukuru sana. Nipende kuwaomba sasa wadau wote wanaoisikiliza, wanaoitazama e, chaneli yetu hii kwamba serikali haijalala kutuhudumia. Hakuna kijiji kilicho pembezoni Hakuna watu wasioweza kufikiwa na serikali yetu, lakini vile vile mjenga nchi ni mwananchi mwenyewe na mbomwa nchi ni mwananchi mwenyewe. Tutakapoiunga serikali yetu mkono, tukawaunga mkono viongozi wetu, maendeleo yanaweza yakaja, na yajayo yatafurahisha zaidi. E, basi mimi nini nipende kuleta shukurani kwa uongozi kwanza kuanzia mheshimiwa diwani. Ni mambo mengi ambayo amepigania Kakerere na anaendelea kuipigania Kakerere. Vile vile nimshukuru mheshimiwa mbunge wetu wa jimbo la Kyerwa Innocent Bilakwate ambaye amepigana hata akaweza kutuletea miundombinu ya umeme Kakerere. Umeme tulikuwa tunausikiliza huduma mbalimbali tulikuwa tuzikipata tukizipata kutoka nkwenda na kuingineko lakini amejitahidi sasa hivi tuna tum, tuna umeme japo sio kijiji kizima, na sasa hivi tunaendelea kumuomba sasa aweze kupigana tena hata hizi familia ambazo bado tunauhitaji tuweze na sisi kupata umeme. Nimshukuru Mama Samia Suluhu Hassan ambaye anaendelea kutupigania sisi wananchi wake wa Tanzania kwamba maendeleo yanayokuja haya na, ya ambayo yamekuja Kakerere na yanayoendelea tunayotegemea kwa kweli tunamuombea kwa Mungu azidi kumwongezea maisha marefu. Basi vilevile nipende kuwashukuru wananchi wote wa kijiji cha Kakerere ambavyo wanaendelea kwa kweli kutuunga mkono na kutupa ushirikiano ulio mkubwa ulio mkubwa ulio mkubwa sana, na sisi tunasema serikali yenu ambayo mlichagua, ya serikali ya kijiji cha Kakerere atatawaangusha, bado tuko na nyinyi ili kuyaleta maendeleo ya Kakerere, kubadilisha Kakerere iwe ya kisasa. Asante sana mtangazaji, tunashukuru sana kwa ujio wako. Asante, Mungu akubariki. Basi mara baada ya kusikiliza mahojiano ya pamoja ambayo tumeyafanya hapa na waheshimiwa, kuanzia kwa mwenyekiti wa kijiji pamoja na mwananchi ambaye alikuwa amemwalika, nipende kutoa shukurani zangu za dhati kwako wewe ambaye unaendelea kutazama na kusikiliza yale ambayo yanaendelea kupitia Aletius Studio Crest TV, na hapa ni katika kijiji cha Kakerere na ni katika kata ya Nkwenda. Asanteni sana kwa kuendelea kuwa pamoja nasi katika kipindi hiki, ni kusi pia uendelee kushare, kusubscribe na kulike mahali popote pale ulipo, ili uweze kufikiwa na taarifa mbalimbali. Asanteni kwa kuwa pamoja nasi.